Uh, kiufupi tumekuja uh, hapa Chimala mkoani Mbeya wilayani Mbarali mkoani Mbeya kwa ajili ya kuendesha mafunzo kwa ajili ya wawezeshaji, uh, chini ya mradi unaojulikana kama Ustahimilivu Wake, Dunia Yetu. Mradi huu unatekelezwa katika vijiji mia tatu nchini Tanzania katika mikoa ya Iringa, Njombe na Mbeya. Na katika mkoa wa Mbeya mradi huu unatekelezwa hapa wilayani Mbarali na kwa mafunzo haya ya siku tatu ambayo tunawafundisha hawa wawezeshaji takriban tisa kutoka vijiji tisa, yamewalenga zaidi wakulima na wafugaji, na lengo kuu ni kuwapa uelewa zaidi wa masuala ya kijinsia na namna ambavyo wanaweza kuwaelekeza watu katika jamii zao kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Zamani kulikuwa na miti, ndio maana haukuwepo, kama miti ilikuwa mingi sana sasa wamekata watu miti huko wanachoma mikaa, ndio maana kuna ukame. Zamani hata mazingira yalikuwa mazuri, mvua zilikuwa zinanyesha vizuri, na tuka tunavuna tunalima vizuri tu, wala hakukuwa na shida hii. Sasa hii shida imekuja kwa wakati huu baada ya kukata miti. Hali hii ya ukosefu wa elimu ndio imetusababishia kuwa na mazingira magumu ya, ya, ya, ya mashamba yetu na hususani mimi ni, ni mwathirika wa kwanza shamba langu huwa limekosa lime maji kwa kuto kukosa, kwa, kwa kuto kupata elimu ya kutunza mazingira. Na shauri wananchi kama wananchi, kila mwananchi angepanda hata miti mitatu mitatu katika kaya yake, halafu serikali na shauri isimamie kila mwananchi atekeleze, labda janga hili lingeweza kutoka.